Nataka niwashukuru kwa zawadi mliotupa leo, kijana wangu Boniface Mkobe. Nawashukuru sana wana Mwanza, na hii ndiyo faida ya siasa safi. Mkiwa na siasa safi, wale wanasiasa wa kwelikweli hufuata siasa ziliko, lakini wale wanaharakati hubakia na chama chao cha wanaharakati, lakini wenye siasa safi kufuata siasa ziliko. Natambua chama kile kile anachotoka Boniface, wanasiasa wa kweli wameenda kujiunga na vyama vyengine kufuata siasa za kweli. Kwa hiyo, Boniface, tunakushukuru, karibu chama kubwa, karibu tufanye kazi. Mheshimiwa, viongozi, ninafahamu mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa rais, niombe jambo moja, kuna changamoto nyingi lakini asilimia themanini na tano umemaliza nazo. Wasukuma tulikuwa tunapanda kwenye maji kwenye meli, sasa tunapiga picha daraja la uhusisi Wahaya na Wasukuma. tulikuwa tunaenda Bukoba kwa kuwaza, tunafika saa ngapi? Sasa kuna meli imekamilika. Tulikuwa tuna changamoto kubwa ya maji, mheshimiwa Rais. Leo tunavyozungumza, chanzo kikubwa cha Butimba kimeungana cha Capri Point. Sasa changamoto ya maji mkoa wa Mwanza inaenda kuwa sio shida tena. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais. Najisikia faraja kwa sababu kwenye historia yangu sijawahi kuhutubia hata kwenye mbele ya mkuu wa mkoa, leo nahutubia mbele ya Mheshimiwa Rais. Nipigeni makofi.